Na tukisaliana hayo ya serikali jumuishi, ni kwamba naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amepinga muungano wa Rais Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga akibaini kuwa muungano huo ni wa kunufaisha chama cha ODM, kwani baadhi ya viongozi wa chama hicho wamewekwa katika baadhi ya kamati za bunge na wengine kuwa mawaziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza alipohudhuria baada ya Jumapili katika kanisa la AIC Matu, kaunti ya Machakos, kiongozi huyo baini kuwa iwapo muungano huo utasaidia vijana waliotekwa nyara kuachiliwa na familia za waliotekwa nyara kupata haki, basi ataunga mkono. So, ikiwa Raila na Ruto kuungana kwao wataacha kuua watu wetu hiyo, e, itakuwa sawa. Because, kuna watu walipotea na mafamilia zao wanaendelea kulia to date. Hata wachane na wale wamewaona miili yao. Kuna wale hawajawahi onekana kuanzia enzi za demonstrations za Azimio to date. Kuja kwa JZ. Na hiyo ni sawa. Amwambia ikiwa itasimamisha haya mambo, pia ni sawa. The opposition under Kenya Kwanza administration is dying. Hili, niliwaambia siasa ni mahesabu. Bwana Ruto kule Rift Valley na Wakamba wetu wale wote wako huko, ile watu wa Mountain Mlima wako huko yote, in the last election alipata 1.8 million votes. Hapo ni kweli? Sasa huyo bwana wameungana naye jana, lionianza ni 700. Hebu sikii hiyo mazao eh? Alafu unaacha milioni tano milioni tisa ya mlima unaenda kutafuta 700,000. Si Mungu anafanya kazi, uende nyumbani wewe. <laughs>